Ni mwa, mfano wa mwana wa miungu. Bwana asifiwe, mchezo unabadilika, Mungu ako karibu kuwin. Tunaendelea hizo, inaitangwa injury time, lazima wakati umeongeza. Na mtangazaji anasema hakika, hii uwanja, vile mchezo unavyoendelea, inaonekana ya kwamba Babeli wanarush, Babeli, Babeli wanapoteza, Babeli wanapoteza, lakini Mungu inaonekana bado atafunga bao, bao hapa, Bwana anafunga bao. A, mpira basi kwa Shadraki, mpira basi kwa Mishaki na Abednego wamesimama walikuwa wamefungwa. Mfalme akasimama kwa haraka na akauliza, si tulitupa watatu? Hata yeye amechanganyikiwa, mfalme haoni kuna wanajeshi wamekufa hapa. Hapo sio wakati wa kuafikiria. Hapa ndani kuna maneno hemu. Angalia ninyi wote, sijui mimi, napoteza fahamu, sielewi, lakini tulipotupa watatu. Ndiyo, lakini watatu ndio na na walikuwa wamefungwa eh, na tuliwaangusha chini, mbona eh, basi wanatembea tembea hapo ndani ya moto. Nini kinacho eh?